Watu tukagombee kwa sifa zetu. Kama mimi Maryprisca Winfrid Mahundi ninarudi kutetea ubunge wangu wa viti maalumu mkoa wa Mbeya, kwa maana naendelea kutetea kuwawakilisha wanawake wa mkoa wa Mbeya ndani ya bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania, kwa sababu sifa ninazo, uwezo ninao, nia ninayo, nguvu ninayo na nimefanya. Sasa nasema hivi kwamba muda huu umekamilika na kwenda kuchukua fomu tena nikiamini wanawake wa mkoa wa Mbeya wamenielewa. Kwa kazi ambazo nimezifanya na ambayo natarajia kuyafanya, kazi nyingine zimefika asilimia themanini, kazi nyingine zimefika asilimia tisini, kazi nyingine asilimia sabini. Hivyo ninapoomba ridhaa ya kuongezewa miaka mitano, lengo langu ni kuona ninakamilisha ile miradi ambayo niliianza kuimarisha UWT, mtu mmoja mmoja wilaya mkoa. Lakini ninasema wanawake wa mkoa wa Mbeya tumeelewana, ninakuja kuchukua fomu, lengo ni moja tu uchumi na siasa, wanawake lazima tusonge mbele.